Waliokuwa makatibu wa Chadema kanda ya Nyasa, kati, magharibi, kusini na pwani wameandika barua kukidai chama hicho mafao yao baada ya kuachishwa kazi. Uchunguzi umebaini uwepo wa barua hiyo ya pamoja iliyosainiwa na Gwamaka Mbugi. Barua hiyo yenye kumbukumbu kumbu namba CDM mkwaju HQ mkwaju volume 1 mkwaju 001 mkwaju 2025 inaonyesha kuandikwa Machi 21 mwaka 2025 ikielekezwa kwa katibu mkuu wa chama hicho. Barua hiyo inasomeka kama ifuatavyo: Makatibu wa kanda 2015 2025, S.L.P 31191, Dar es Salaam, Machi 21 2025 kumbukumbu kumbu namba hiyo. Kwa katibu mkuu, yahusu kukamilishiwa stahiki zetu za kiutumishi ndani ya chama baada ya kukoma kuwa watumishi wa chama kwenye nafasi ya ukatibu kanda za chama Nyasa Kati, Magharibi, Kusini na Pwani. Rejea mada tajwa hapo juu. Mheshimiwa katibu mkuu, tunapenda kuwasilisha barua yetu ya pamoja ili tuweze kukamilishiwa stake zetu ambazo zinatokana na utumishi wetu ndani ya chama kama ilivyo utaratibu wa chama kwa watumishi wake. Sisi makatibu wa kanda ambao tumekuwa watumishi wa chama kwa kipindi cha mwaka 2015 2020 na baadaye mwaka 2020 2025 ambao ni Gwamaka Mbugi, Emmanuel Masonga, Kangeta Kagera, Ismail Jeradi Kaduma na Jerry Kerenge, tumeandika barua ya pamoja ili ofisi ya katibu mkuu iweze kutukamilishia stahiki zetu baada ya chama kutokuwa na nia ya kuendelea na sisi katika utumishi wa chama. Pamoja na stahiki nyingine za kiutumishi ambazo tunaomba kutukamilishiwe ni pamoja na gharama za usafiri kurejea nyumbani kutoka eneo la kazi na akiinua mgongo yani, mkono wa kwaheri. Tunatumaini barua yetu itafanyiwa kazi kwa haraka ili kutupate na sisi wakati mzuri wa kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa chama na taifa kwa ujumla. Wako katika ujenzi wa chama People's Power, Gwama Kambugi, sifuri saba tano nane thelathini themanini na saba themanini na nane. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa inawezekana wanachama hao wamefanya hivyo baada ya kukosa nafasi kwenye utawala wa Tundu Lisu ambapo Gwamaka Mbugi alikuwa mstari wa mbele katika kampeni ya wakunja ngumi. Hata hivyo, taarifa zinasema tayari wamejibiwa kwa st kuwa stahiki na mikataba yao ilihusu mishahara pekee.